Matarajio yetu kwamba baada ya jukwaa hili, baada ya mkutano huu, basi mat, kutakuwa na matokeo chanya ya kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Zambia, serikali yenyewe, mashirika binafsi, mashirika ya serikali, taasisi za serikali na sekta binafsi, wataendelea kutumia bandari zetu za Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na pia zilizopo katika maziwa yetu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa ikiwepo bandari ya Mtwara katika ushoroba wa Mtwara. Cha kwanza kabisa ni kuwaeleza au kuwafahamisha kwa kiwango gani Mamlaka ya Bandari Tanzania imefanya maboresho ya miundombinu na huduma kwa wateja wetu wote ikiwemo wateja kutoka nchi ya Zambia. Lakini pili, tuko hapa kuelezea miradi yetu ya kimkakati ya maboresho na huduma zetu za bandari ambayo inaendelea au itafanyika hapo baadaye. Lakini cha tatu tuko hapa kupokea maoni na mahitaji ya wateja wetu katika muktadha wa kuangalia maeneo gani tunahitaji kuboresha zaidi ili huduma zetu ziendelee kuwa shindani, kikanda na kimataifa katika soko la bandari. Lakini pamoja na hayo tumeambatana na wawekezaji wetu wa kimkakati katika bandari ya Dar es Salaam ambao ni kampuni ya DP World Dar es Salaam Limited, na Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited ambao nao kwa pamoja watawasilisha kila mmoja maboresho ya huduma walioifanya katika bandari ya Dar es Salaam ili wateja wetu waweze kufahamu kwa namna gani wanaweza kufikiwa bila kujali umbali uliopo kati ya Tanzania na Zambia. Now Tanzania East Africa Gateway Terminal is running the uh, Dar es Salaam Port berth numbers 8 to 11 efficiently with state of the art cutting edge technologies. With this